Na mkuu nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, ikiwa ni tarehe kumi za mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano majira ni saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika kati, ikiwa saa moja majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu wakili Kabonga ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia, subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Walikale, FARDC wazalendo wafanya kazi kubwa na kuwakunguta magaidi wa M23 eneo la Kazinga kinga kati waasi wa Mobondo makumi sita wakamatwa na wengine tisa wapoteza maisha baada ya mapigano na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ituri, alikuwa msemaji wa kundi la Serpe ya Ketoma Lubanga akamatwa na FRDC. Hii ambayo huko unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio yote ambayo yako unazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya Central pamoja na East Africa kwa ujumla. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya kitongoji cha Kazinga ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC wafanyia kitu mbaya magaidi wa M23. mapigano yalianza tokea mapema ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC kuweza kuzidisha amani ya kudumu na kuchukua maeneo yote kuendelea kuyadhibiti, wameanzisha mapigano dhidi ya magaidi wa M23 eneo la Kazinga na kufanikiwa kufanya kazi kubwa chini ya kanali Madova. Kanali Madova ameongoza vikosi vizuri katika mikakati ya kivita na kufanikiwa kuwapiga vibaya ya magaidi wa M23. Huku vikosi vikisambaratika na wengine kukamatwa mateka na hata silaha nyingi walizokuwa nazo kuingia mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi na zaidi ujumbe huu kutoka maeneo ya Kazinga, jimbo Kivu ya Kaskazini, ndani ya tarafa ya Walikale wakati FARDC, wakati FARDC inafanya kazi ya bien inaomba anayokameme kuitapa maana leo Dimanche hmm. Leo dimashi ileo kabisa FARDC imefanya kazi ya bien, kazi ya kweli, kazi ya jeshi. FARDC imefanya bario pale Walikale mu village mwa banaita mnani Kazinga ha, pale Kazinga kabisa adui amechapwa sawa, bitubure yeye peke ndo alienda chokoza a alor

Hmm. Banakutana ba ofisier ba, ba, ba, ba, ba rwandais pale biko naongelea sasa kuzimuni kama nani alibatumaa mukongo, en tout cas hmm. vraiment Colonel eh, Madova courage courage courage na Mungu aendelee kubabariki kule, na mujueke makanisa naiko na baombea, na musiogope na hakuna kitu

hiwatu hiyo ni zamane d o inaenda na bale ba Nyarwanda bale ba Tutsi. Me mtu mwana huwa historia ya Mtutsi kabisa, hawezi kusema amusaidie kuvamia inchi yake, alors na viwerewere vingine malgre vindevu vya bure vitambi bure bipara bure bure o binabashindikiza. Me musiogope Dieu est, <GT3> e, t. avec nous en tout cas

wawazalendo wa, wa, wa, wa, wa, wa nao usidute nao ukiona tu apls non non, ujue uko na bapatrioti voila, pale niko naongea na, na, na, na, na colonel eh, madova en tout cas eh, niko najiadrese kwako kusema kuraje kwa kazi ambayo mumefanya na wengine wakikuiga, hii vita itafanya tu ini semene na banyarwanda wamerudia kwavo kama kutakuwa mwatapata njia eh, watakuwa wavite, itakuwa imeisha, basi merci beaucoup. Hatutaleta madetaye mingi kusudi, eh, tukileta madetaye zote Banyarwanda watagonji watasyon kule Rwanda Kigali, sababu hizi odio zinaenda mbali, Banyarwanda watagonji watasyon, tukipatia eh, tu madetaye ya yote imefanyika muteren, na yenye imefanyika pale Masisi, na yenye imefanyika kule Kazinga alors

Upande mwingine eneo la Kasopo bado shughuli ni tete. M23 wameendelea kula kichapo kitakatifu huku wengine wakiendelea kujisalimisha na ukamato wa mateka katika eneo la Ruchuru, Kiwanja, Kalengera, Rubare, Ntamungenga, Burai, Chengelero, Kabindi, Nyongera, Matebe, Rangira, Jomba, Rugari, Kibumba. Hizi eneo zote zimeonekana kuingizwa kwa majeshi mapya kutoka nchini Rwanda pamoja na Uganda wakiwemo pia wa Kenya, wa Somalia na raia wa Sudan pamoja na Eritrea na bila kuwasahau watu kutoka eneo la Ethiopia. Licha ya uwepo wa makundi mbalimbali mbali kutoka sehemu mbalimbali kuja kuungana na M23 hiyo tarehe tisa, maeneo hayo hayo ya Kivu ya kaskazini zaidi, maeneo ya Burura, Kahanja, Ndete pamoja na Mashaki, wazalendo walianzisha mapigano dhidi ya magaidi wa M23 na hivyo kufanikiwa kuwakunguta iwezavyo wanajeshi wa M23 wenye tumepokea mwaii asubuhi ya leo, njo nimependa niwapartage hii foto yabo, sababu tumelamukia mapambano, hatupate muda ya kusema no tukamate video. Tuko mapambano kungambo ya kasopo, adui alikuya kutushambulia, amelamukia kutupione, ila Mwenyezi Mungu angala anatusaidia nam huko, anasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, tuingie jijini Kishasa ndani ya eneo la Kinga Kati, ambako waasi makumi sita wa mabondo wakamatwa na wengine tisa wapoteza maisha ndani ya operesheni iliyoanzishwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC ndani ya masaa sabini na mbili yaliyopita. Operesheni ya, ya kwenda na safisha ndani ya grupmenti ya Kinga Kati inayopatikana mashariki mwa jiji la Kinshasa limeweza kufanikiwa kufanya operesheni kubwa na hivyo kuwakamata wanamgambo 60 wa mobondo na wengine 9 wakipoteza maisha. Katika operesheni hiyo iliyofanyika maeneo ya Kingakati, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walifanikiwa kuchukua silaha ishirini na mbili na bunduki za kawaida kumi na tano design ya AK47 pamoja na mipanga na pamoja na silaha zingine za jadi kutoka kwa waasi hao wa Kingakati wa Mobondo. Katika mapigano hayo wanajeshi wawili wa FRDC walipata majeraha na hivyo kupelekwa katika vituo vya afya, huku wakiendelea kupata matibabu kama inavyostahili. Hali kwa sasa inaelekea kuanza kutulia. Kupitia barabara ya taifa nambari moja Kishasa kuelekea Kikwiti, sasa hivi hali imekuwa iko sawa na watu wanaruhusiwa kuendeleza harakati zao za kimkakati za kila siku. Utafahamu tu wahasi hao wa Mobondo ni moja kati ya makundi yaliyoanzishwa na alikuwa rais mstaafu Bwana Ipolite e Kanambe kwa ajili tu ya kuendeleza kuweka vurugu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imehakikisha kwamba wahasi hao wa Mobondo lazima waweze kumalizika wote, kuondoka moja kwa moja porini na ikiwezekana kukamatwa wote na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria hii ambayo. Huku unasikiliza ni Baraka 1 TV, huku unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na unatufuata ukiwa uko Australia, ukiwa uko Canada, USA, Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini, Jide Kizenga Tembele Insele Kizabe ayeba mashaka ayamba dedonebutoto biondo kilamba mawe mzee wa mze wa state ya main da feza da letesha da ain da asha wote kwa kusikiliza Baraka1 TV ankisi kandeke asimwe Baguma Samuel, asokolo Ayeba mashaka ayamba eh, na baada ya taarifa hizo tuingie huko mkoani Ituri ambako msemaji wa serpe yake tomalubanga akamatwa na FARDC. Baada ya kusakwa kwa muda mrefu, hatimaye msemaji wa kundi la serpe yake Tomalubanga amekuja, ameweza kujikuta akiangukia kwenye nyavu za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hivyo kufikishwa kwenye vyombo vya ulinzi pamoja na usalama. Msemaji huyo ambaye alikuwa akiitukana serikali pia kuitukana serikali ya jimbo inaongozwa na luteni jenerali Luboya Kashama Johnny. Kwa sasa hali ya usalama Ituri inaelekea kutulia, huku makundi mengi ya silaha yakizidi kupoteza watu wao mmoja baada ya mwingine, na wengine pia kujisalimisha ili kuungana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC.

Baada ya kurudi jijini Kinshasa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliweza kuhudhuria kwenye ibada maalum ya maombi kwa ajili ya kuiombea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kwenda kupata amani yake ya kudumu. Alipokuwa Brazil, kabla kureje ya kurejea Kinshasa, raisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo mwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliwaahidi wananchi wa DRC kupitia Brazil kwamba ni lazima amani ya kudumu itakwenda kutengenezwa huko doa na haitakuwa tena ya vita, baada yake watu waweze kuwa watulivu. Nchi hii ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ililetwa na wageni kuingizwa ndani ya vita, na vita hii wanayoshughulikia zaidi sana ni wageni, na ndio maana tumeamua kusimamia kidete ili kuhakikisha kwamba usalama wa kudumu unarudi nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Haya ni maneno ambayo yaliyazungumza rais wa nchi

Minyoko wana tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma mbuma ya kimya kimya ya libela na kati ya Kongo Demokratiki. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mingine tukutanane majira ya saa sita eh, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili chao chao